Sasa hivi hii ni miaka thelathini toka VETA ianze. VETA ime play a big role katika uchumi wa nchi hii, na uchumi huu unge, ungeyumba kabisa kama hakuna wataalamu ambao wametoka VETA. This time tunaona kabisa kwamba VETA ni chombo muhimu kuwepo kwake na uendelezi pia uwepo in future atakuja kujenga na ma, ma vitu vingine vikubwa ambavyo hata sisi hatuvijui, lakini kwa mwenendo huu uliopo sasa hivi tunauhakika na elimu hii kuenea nchi nzima na wananchi wanafurahia na huduma hizi zinapatikana kwa urahisi, sio kama zamani watu wanahangaika kwenda mbali. Kwa kweli tuna haki ya kumsifia Dr Samia Suluhu Hassan. Mambo haya yanayofanya ni mazuri na ni mazito kwa mtu mwenye kutafakari, mwenye elimu yake na kuona mbele ya safari, kwamba nchi inaenda wapi. I think ni jambo la busara sana kumpa haki yake mama, endeleze mengine makubwa zaidi ambayo hata, hatujategemea atakuwa ya namna gani. Sifa tumpe haki yake, anayetakiwa kusifia lazima apewe sifa zake. Hii ni haki, hata Mwenyezi Mungu ana anaongelea hayo kwamba anayefanya jambo zuri mpeni haki yake. Karibu katika maadhimisho ya miaka 30 ya VETA tarehe 18 hadi 21 March 2025. Mahali ni ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere JNICC, Dar es Salaam. Ufundi stadi, fursa kama zote.